Ya, hebwana, mambo vipi? Mpenzi mtazamaji wa Memorata TV, uko na wa mimi mtangazaji wako Tino la Diva. So tunafahamu kwamba kuna picha pamoja na video ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii hususan Instagram, Facebook pamoja na TikTok ambazo zinawaonyesha wanandoa wapya, namzungumzia Diamond Platnumz na mkewe Bi Zuhura. Ya, hebwana, mambo yamekuwa ni mengi sana hususan katika mtandao wa Instagram na komenti nyingi nyinginyingi kutoka kwa masta mbalimbali ambao wameweza kuwapa pongezi wawili wili hao kwa kubarikiwa kufunga ndoa mwaka huu. Yae bwana, mambo yamekuwa ni mengi sana, lakini kupitia ukurasa wa Instagram wa mamake na Diamond, yani namzungumzia mama Dagote, amewapa pongezi Diamond Platinum na Zuchu kwa kufanikisha kufunga ndoa. Yae bwana, mama Diamond ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram anasema kwamba alhamdulillah, limepita salama, ongera Nasibu na mkeo Zuchu. Ya bwana, huyo ni mamake na Diamond Platinum, ameweza kuandika maneno hayo kwa kuwapa pongezi Diamond na Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ya bwana, mambo yamekuwa ni mengi sana, uko na mimi mtangazaji wako, uweze kusubscribe wakati mwingine tena.